Tasnia ya muziki nchini Tanzania imebarikiwa kuwa na vipaji vikubwa toka kuanzishwa kwa muziki na miondoko ya hip hop. Na hii ni kutokana na nguvu kubwa iliyofanywa na inaendelea kufanywa na wasanii katika tasnia hii. Ladies and gents, welcome kwenye dakika classic za infotainment. Mshikaji wako hapa, msema kweli Wizzy MC 48, Eman himself. Kuna majina ambayo ukisikia tu kwenye masikio yako unajua kabisa kuwa hili ni jembe kutoka kwenye kisima hiki cha burudani. Albert Kent Mangwea maarufu kama Mangwea, ambaye kwa sasa ni marehemu, alizaliwa tarehe 16 November, huku akianza maisha yake jijini Mbeya na baadaye familia yake ikahamishiwa Morogoro kikazi. Ndipo Ngwair akaanza shule ya msingi Morogoro na baadaye kuhamishiwa jijini Dodoma shule ya sekondari Mazengo na ndipo alipokutana na wasanii wenzake kama Mez B, Nora Dark Master. Na baada ya hapo Ngwair alijiunga na chuo cha ufundi na kufanikiwa kuhitimu masomo yake. Ndoto na safari ya kufanya muziki zilianzia shuleni ambapo pia ndio chimbuko la kundi lao la kwanza kwenye tasnia ya muziki lililofahamika kwa jina la ambapo lilikuwa linaundwa na wasanii kama Mez B, Nora, Dark Master pamoja na mtu mzima Ngwea. Mwaka 2003 Ngwea aliondoka akaingia jijini Dar es Salaam, na akiamini kuwa ni sehemu sahihi ya kupambania future yake ya muziki. Ili kuweza kufika mbali zaidi, katika mapambano yake alifanikiwa kukutana na mtayarishaji mkubwa wa muziki kipindi hicho, hapa namzungumzia P Funk Majani. Majani aliamua kumsapoti au aliamua kusapoti kipaji alichokuwa nacho Ngwea na kufanya naye kazi ya kwanza, ngoma iliyoenda kwa jina la Ghetto Langu na kiwa kupokelewa vizuri na mashabiki zake, hivyo ikampa nguvu ya kuendelea kutengeneza kazi nzuri zaidi ya kupitia mziki wake. Kazi hii iliendelea kufanya vizuri na kufungua milango ya mafanikio kwa Ngwea, na baadaye kupelekea kuachia albamu yake ya kwanza mwaka 2024 aliyoipa jina la AKA Mimi, albamu ambayo ilifanikiwa kuchukua tuzo kama Kilimanjaro Awards katika kipengele cha albamu bora ya hip hop mwaka 2009. Lakini baada ya kazi hii Ngwea aliachia albamu nyingine aliyoipa jina la Nge, iliyokuwa na traki kama Nipe Dili, shirikisha mtu mzima Dark Master na wimbo huu ulifanikiwa kuchukua tuzo mbalimbali mbali katika kipengele cha wimbo bora wa hip hop mwaka huo huo 2009. Mangwea, ya enzi za uhai wake, alifanikiwa kufanya kazi na wasanii mbalimbali wakiwemo Duli Sax, ngoma inaitwa Napokea Sim, Quick Raka, track inaitwa My Baby, lakini pia Fid Q namzungumzia Ngosha kwenye bonge la ngoma inafahamika kama CNN, J-Mo, Kimya Kimya, Mwana FA track ya Madem Chizi, Mox pamoja na Feruz. Ngoma ilikuwa inafahamika kama Mikasi, Chidi Benz, Speed Mia pamoja na wasanii wengine kibao. Msanii Ngwea alianza kupata mafanikio makubwa na kuanza kupata project nje ya Tanzania, na tarehe 26 mwezi Mei 2013 alisafiri kwenda South Africa katika shughuli zake za muziki. Akiwa South Africa alipata changamoto ya kiafya, akiwa na baadhi ya wasanii wenzake kama m to the p, na kukimbizwa hospitali ya St Helen iliyoko Johannesburg, nchini Afrika ya Kusini. Baada ya muda Ngwea aliweza kupoteza maisha, na kifo chake kinatajwa kuwa kilisababishwa na unywaji wa pombe uliopitiliza. Ngwea ameacha mengi ambayo yanakumbukwa na wasanii wenzake pamoja na mashabiki kutokana na ubora aliokuwa nao kupitia game ya hip hop hapa Bongo, na aliondoka akiwa bado anahitajika kwenye sanaa ya muziki kwa ujumla. Miaka 16 iliyopita Albert Mangwea aka Obama kupitia track yake ya nipeni Deal, kuna vesi anasema, tunatamani misosi ya kumwaga mapiza mabaga na mazagazaga, hivyo nipeni Deal masela tukamate kwanza mahela. Hii inatoa somo kuwa kwa wasanii na washikaji wote wa mtaani ni muhimu kupeana deals ili kuhakikisha kwanza unapatikana then kuanza kuishi kwenye good life na expensive life. Oi, mi niseme tu RIP Ngwair, uliondoka gemu ikiwa bado inakuhitaji. Yale mazuri ambayo umeacha wasanii wanaendelea kuyaenzi na kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya vizuri zaidi kupitia gemu ya hip hop. Zilikuwa ni dakika classic za infotainment, na leo nimekupitisha kwenye life aliyoliishi mwasisi wa hip hop Tanzania. Namzungumzia Albert Mangwea aka Obama. Mshikaji wako kweli hapa msema kweli Wizzy MC48, a man himself. Until next time.